Na mimi kwa niaba ya wananchi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kuridhia na kuwaona wananchi wa Rufiji na kuwasaidia kutoa fedha nyingi za ujenzi wa daraja la kisasa kabisa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Muhoro lenye thamani ya zaidi ya bilioni 17. Na daraja hili litakuwa ni mkombozi kwa wananchi wa, wa kata hii ya Muhoro ambako ni idadi kubwa ukiondoa eh, ikuriri maanake, Muhoro huku kuna wananchi wengi sana kuliko kata yoyote katika wilaya yetu hii ya Rufiji. Kwa hiyo daraja hili ni mkombozi. Na tunaona kwamba kwa kiwango hiki cha ujenzi tunaridhika kabisa na mkandarasi anafanya vizuri sana. Kwa hiyo peleka salamu hizi lakini watake e, wafanye kazi usiku na mchana. Hatutakuwa na nyongeza ya muda. Wafanye kazi usiku na mchana kwa sababu kazi tunaona ni nzuri na muda wanaokwenda nao ni mzuri sana. Maana yake wananchi wa Muhoro e, kwa namna inavyokwenda kwa mwezi wa saba wataanza kulitumia, likiwa zuri kabisa. Daraja ambalo e, mwanzo lilileta changamoto nyingi, watu walifariki wengi hapa kuliwa na mamba wakati wa mafuriko. Sasa matarajio yetu ni kwamba mkandarasi aongeze spidi ili asiongeze muda, lakini kwa, kwa, kwa, kwa, kwa namna anavyokwenda tunaridhika na utendaji wake. Hatutakuwa na kasi. Kasi na hatu nyongeza. Ili mwezi wa saba watukabidhi daraja ambao itakuwa ni mkombozi kwa wananchi wa Muhoro. kwa kwa na wa, hmm. Daraja. Na upana wa na, mita na, kwa, kwa mita tisa maanake changamoto ya mafuriko yote ha, tutakuwa tumemaliza haiwezi kutokea. Aha. Na kazi iliyofanyika hadi sasa kwa hesabu za kitaalamu kwa asilimia arobaini. Hmm. Lakini kwa uelewa kawaida tu ni kwamba kama mnavyoona nguzo hizi zilizosimama mm. siku nne, lakini zinatakiwa zisimame hivi sita, mm. kwa maana kila upande kutoka nguzo hadi nguzo meta ishirini ishirini, kwa hiyo itakamilisha ile mita mia moja. Kwa hiyo katika kusuka tumebakiza nguzo mbili, bado nguzo mbili <laughs> za kusuka ambazo tayari sehemu ya kuandaa iko tayari, tutaenda kuiona mm. tayari tumeshaandaa na mtaalamu ameshaanza kuleta vyuma kwa ajili ya kusimika tena zile nguzo za chini. Tunashukuru sana yes. kwa ujenzi wa daraja yes. tunamshukuru mbunge wetu wa jimbo la Rufiji Bwana Mohamed Mchengerwa ametufaa sana kwa kutuletea li daraja. Kabla daraja tulikuwa tunapata adha nyingi, tulikuwa watoto wetu hawasomi shule, hawaendi maji wakijaa, sisi wenyewe tulikuwa twende hospitali, tukizalia kwenye maji, tunavuka kwenye mitumbwi, tukipinduka na mitumbwi. Kwa hiyo sina lingine la kusema, tunamshukuru mbunge wetu, Mungu amzidishie na amwezeshe. Sasa hivi tuna furaha kubwa kutokana na daraja linavyojenga, maana watu walikuwa wanakufa na mamba walikuwa na wanachukuliwa wana, na maji pale, kwa sababu mwingine wana ubishi wanatumia mituu inapinduka. Lakini ile daraja likukipanda, mimi naona mkombozi mkubwa kwa Rufiji.